Tunaweza kutila kuasilimia uwa sana na tumeweza kutumiza nafasi nyingi, nafikiri fkiri bado tasizo letu, nakuweza kutumia nafasi kwa magori ma ituendelea kazi kubwa sana kwanza, lakini hata half ya pili vilevile, nafikiri game ilikuwa ni the same, kwa sababu tumeweza kumiliki sana mpira, tumedominate kila idara yote, chance nyingi sana ndio pale pale tumeweza kupata goli 5 kwenye mechi leo. Of course ndio game mazoezi, mazoezia kufanyia kazi, lakini wote wote tuweza kuongeza wachezaji tuweza kupata ah, first half unaofanyia pressing ya juu sana City. Wakafanya makosa, mkafanikiwa kupata magoli mawili, lakini second half mchezo kiwa naanza tu, timu ilionekana ikiwa damu, kwa maana ya pressing ile. Ilikuwa ulizungumza nao nini kwenye kubadilisha nguo? Ni kweli kipindi cha pili kwa dakika kumi za kwanza iga tuko chini sana, hata mimi na nikilalamika, lakini baadaye uleza unawezakua umeshashinda goli mbili na timu siku zote na na ahoanacho na kuweza kupiga nao kelele na kuweza kurudi kwenye game. Mchezaji wako wakoae kwa mara ya kwanza anakanyaga kwenye kwenye uwanja anafanikiwa kupata goli hii, na maana gani kama timu na wewe kama mwalimu, ukiona mchezaji wako anaenda kuongeza idadi ya magoli? Ya, kwa mimi nimekuwa ni furaha lakini kwa kile ni furaha kubwa kubwa zaidi, kwa kwa kwa kwa sababu sababu msaji ambaye alikuja na na na na na na na bahati mbaya kupata injury injury injury injury almost muda wote amekuwa akiangaika na injury, na leo ni ni game ya ya ya kwanza kwanza kwanza, nafasi ya kwanza, dakika ya kwanza hapo anakuwa na struggle sana, lakini ameweza kuingia direct na kuweza kupata mafanikio, kama faraja kuwa zaidi, kwa sababu msaji ambaye kwa nfaa kwa e